Nimekuleta Mapinga kwenye mradi wetu mpya kabisa ambao tunauzindua leo rasmi hapa. Ni Sunset. Sunset Project ni project yetu nzuri kabisa, iko katika eneo la kipekee ukibahatika. kupata eneo hili umepata dodo chini ya mwarobaini. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa tayari kuna majirani, kuna makazi tayari, sio eneo jipya. Tayari kuna umeme, kama unavyoona barabara ndio kama zilivyo, ni eneo lenye barabara zinazopitika. Utaamua unaingilia Mapinga ama unaenda kuingilia upande wa Mbweni chini huku. Lakini kama unapajua bellwether wewe ni mwenyeji sana wa kujua machimbo na maeneo mazuri mazuri ya kutulia na kupumzika, maeneo ya kufanya camping na nini, karibu kabisa na bahari ya Hindi. Ndiyo hapa, kama unavyoona, unapata upepo mzuri kabisa, na hali ya hewa ndo kama hivi unavyoiona. Jua la Dar es Salaam, joto, mkusanyiko, kelele, vyote unakuwa mbali navyo unapokuja hapa Sunset Project Mapinga Beach, mradi huu mpya katika eneo hili. Viwanja vyetu vimepimwa, hati unaipata kutoka Halisia Real State kwa wakati. Lakini kikubwa zaidi ni namna bora ya kufanya malipo. Tutakuruhusu kulipa kwa njia mbili, utalipa cash au utafanya installment. Eneo zuri rahisi na rafiki la kuishi, ni eneo ambalo ukifika huna tabu ya kwanza kutafuta umeme utafute maji na mambo mengine yote. Mradi huu wa Sunset Mapinga Beach, unaona umeme mkubwa kabisa ule pale unapita. Unasubiri nini? Njoo wa ofisini kwetu Kibo Complex Tegeta, ghorofa ya kwanza ama unaweza ukatupigia simu namba 0747 01 02 03, lakini ni rahisi pia, pita kwenye ukurasa wetu wa Instagram Halisia Real Estate Ltd, tazama miradi yetu mingi iliyoko pale, useme unataka tukupeleke wapi, na sisi tunakwenda site siku na wakati wowote.